Haya, ni yule, yule tena Kazikazi Kampani e, leo tena nimekuja kuwaletea tena nyumba hiyo. Nyumba ni ya kisasa kabisa e, mwenyewe ana shida yani ana shida sana e, nyumba. Nisikilize mteja, nisikilize ndugu mdau, nyumba hii ipo Chanika, Chanika Lukooni. Narudia tena nyumba hii ipo Chanika Lukooni, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Mazingira kama unavyoyaona e, majirani wapo wa maana tena wa nguvu kabisa. Karibu sana Umiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni kumi na nne tu e. Nyumba ina vyumba viwili, ina sebule, ina choo cha master, ina choo cha public. Karibu sana. Ukubwa wa kiwanja ni sikwa mita mia nne e. Eneo lililobaki ndugu mteja, unaweza ukalaza gari zako hata nne zinakaa e, yani eneo lililobaki ni kubwa sana, unalaza gari zako nne au tano. Karibu sana humiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni kumi na nne tu e, ya kitanzania na maongezi hapo, ndugu mteja, ndugu mdau kama nilivyokuambia, kijumba hiki kinauzwa bei ni shilingi milioni kumi na nne tu ya kitanzania mazingira, e, e, kama unavyoyaona majirani wapo kibao tena wa maana kabisa. Bei ni shilingi milioni e, kumi na nne tu ya kitanzania. Karibu sana umiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni kumi na nne tu ya Kitanzania. Nyumba ina vyumba viwili ina sitting room, e, ina choo cha master, a, na ina choo cha public. Karibu sana, umiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni kumi na nne tu ya Tanzania. E, mazingira bosi kama unavyoyaona. E, hiki kijumba kimenyoka sana. Ukubwa wa kiwanja ni kwa mita mia nne. Una uwezo wa kulaza gari zako tatu hadi nne hadi tano. Karibu sana. Umiliki mjengo huu kwa thamani ya shilingi milioni 14 tu ya Kitanzania, milioni 14 ya Kitanzania unapata mjengo huu eh, wahi chapchap. Majirani kama unavyoona, majirani ni wengi tena wa maana kabisa. Eh, karibu chapchap chap. Karibu chapchap. Eh, majirani kama unavyoona, hawa ni majirani ambao walio mzunguruka. Eh, karibu chapchap, uje ununue nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni Sasina milioni sorry, milioni 14 tu ya Kitanzania unajipatia unajipatia kibanda hiki eh, kwa thamani ya shilingi milioni 14 tu na, na, eh, ina chocha public wahi chap chap.